Hebu fikiri hili, mzee wa miaka sabini na mbili kuwa miongoni mwa watu waliojitokeza kupata kitambulisho cha kitaifa na umri huo? Hii ilikuwa hali katika kaunti ya Siaya ambako mamia ya wakongwe wamekuwa baadhi ya watu waliojitokeza ili kupata vitambulisho. Fredrick Agawa mwenye umri wa miaka hizo sabini na mbili ni kati ya wale waliopata kitambulisho akitaka hatua hii kama mwam, akitaja hatua hii kama mwamko mpya mwam maishani. Lorotian anaarifu, huku usajili ukiendelea kote nchini ambapo vitambulisho vinatolewa bila malipo. Katika eneo la Lunyu, kaunti ya Siaya, Michael Onyango anapanga foleni. Mzee huyo wa miaka sabini na nne amefika hapa ili kujisajili na kupokea kitambulisho. Onyango akiwa mmoja kati ya wakongwe wengi waliofika hapa, nyuso zao zikionyesha bashasha ya kusajiliwa na ari ya kuwa na cheti rasmi ya utambulisho. Wakongwe hao wakisema kuwa walipoteza vitambulisho vyao awali na hawakuweza kujisajili tena. Nikatunga kanayo nika nilipokuwa nikiwa nikirudi hapo, nakuja hivi nataka Mombasa, narudi ilipotea ndani ya gari. Sasa ilikuwa bado kuanzia na sijachukua, si mwana Kenya mimi ni mtu wa Uganda. Mwezi Oktoba mwaka jana, serikali ilizindua mchakato wa usajili pamoja na kupokezana vitambulisho ambavyo vilikuwa havijachukuliwa kwa muda. Chini ya mchakato unaoendeshwa katika wadi zote, hakuna ada inayotozwa wale wanaojisajili. Sijawahi kupata hiyo senti, hela yoyote, kwa hiyo kutoka kwa serikali, ambapo ikawa ni ujamii ikiwa ta niyo kusaidia upande gani, sina yote, hata asha sijapata hii. Sasa inabidi imejitokeshea sasa, mzee anabembea ili afikishe tu haki ya serikali kama mtumishi aliyoanzia kule Mombasa, akija inabidi kama ana apate kwamba na kitambulisho kwa sasa. Michael Frederick na wakongwe wengine wanajivunia viti vyao vya utambulisho wakisema kuwa sasa wanajihisi kama Wakenya kamili.